Rahim Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa hakika majina yangu minaitwa Osman, mkaaji wa Usain Gishu. Kama sisi Waislamu wa Usain Gishu na Waislamu Kenya mzima tuliona uchaguzi uliofanywa wa Supkem. Aliyeshinda kwa uchaguzi alikuwa Yusufu Nzibo, ambaye ndio alichaguliwa kama chairman wa Su lakini tangu wakati ule alipochaguliwa mpaka leo tunaona ni kwamba ameng'olewa katika ofisi yake. Hatuelewi utaratibu ambao ulifatwa, ndipo Yusuf Nzibo akaweza kutolewa kwenye ofisi yake ya Supkem. Kwa hivyo sisi tunaomba ifatwe kisheria na sheria ifatwe kulingana na vile Waislamu walivyopendekeza walipo, walipo, kuchagua Yusuf Nzibo aweze kurudishwa katika ofisi ili Waislamu wapate haki yao. Na tunaomba mahakama kesi ambayo iko mahakamani iweze kufata haki kwa sababu sisi Waislamu tunajua aliyechaguliwa ni Sheikh Yusuf Nzibo. Hakika, <coughs> assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Kwa majina ninaitwa Mtende Bakari, wakilishi wa vijana katika Uasin Gishu County, na kama vile mwenzangu alivyosema ni ku add value tu kwamba election ya mwisho wa SUPKEM ilifanywa 2017 na katiba ya SUPKEM inasema kwamba uchaguzi ufanywe baada ya miaka minne na tangu leo ni 2025. Hii ni kumaanisha tayari ofisi ambayo iliyoko iko kinyume cha sheria kwa mihula ambayo kwamba wame wamedhibiti kuketi ndani ya ofisi. Jambo la pili e, wale ambao tayari wanahudumu kama mwenyekiti, naibu mwenyekiti na katibu mkuu, hatuelewi ni mbinu gani walitumia kuingia ofisini tukizingatia kwamba katiba ya Kenya kipengee nambari mia moja sabini na nne kinachohusu kinasema kwamba raia wahusishwe katika masala ya uongozi ama chochote, na tunaona kwamba hata bajeti ya Kenya ilileta shida kwa sababu ya public participation. Kwa hivyo tunataka pia Supkem wahusike, watuhusishe katika public participation ili tupate kujua mbinu gani huwa wanatumia kuelect wale leaders wao. Alafu pia ingine, tunataka uwajibikaji na uwazi kabla ya kuitisha tarehe ya uchaguzi, kwa sababu tunasikia kuna kundi limekutanika pale katika Nairobi Western Hotel na tayari limeshapitisha maamuzi kwamba mwenyekiti ni fulani, naibu mwenyekiti ni fulani, na kuna migawanyiko mara tatu, wame na wameongeza ofisi ni mara tatu, miaka mitatu, muhula wa miaka mitatu. Kwa hivyo tunaomba e, msajili wa vyama apate ku, atakapopelekewa hiyo list apate kuitupilia mbali kwa sababu haikufuata taratibu yoyote ya katiba ya Kenya na hata katiba ya dini. Hapo tu ndio tungependekeza kama sisi Waislamu wa, wa Usain Gishu na mimi binafsi, kwanza wafanyiwe uchunguzi, alafu kisha waitufanye public participation, alafu msajili wa vyama atueleze pia mambo ya pesa vile walivyotumikia. Accountability ndio tunataka. I beg to rest my case. Assalamu alaykum, wa alaykum kwa jina naitwa Zulfikar Osman. What I would like to say what my colleague he has said, uh, as a Muslim in uh, Uasin Gishu here, we would like to know what

We should be included in this matter. Asanteni. Thank you. Naam. Asalamu alaykum. Pia kuongezea ya mwisho ni kwamba tuna demand accountability uwajibikaji na uwazi kama vile katiba inasema na kama vile dini inaamrisha. Tumesikia kwamba kuna zaidi ya milioni sitini ambazo zimetolewa kwa sababu ya wale wanaotarajiwa kwenda hija ama mahujaji. Kwa hivyo tungependa kujua hizo pesa zitatumika kivipi? Nadhani hiyo tu, na pia kama kuna mwalimu ambaye SUPKEM inalipa wa madrasa, ama kuna msikiti wamejenga, ama kuna maimamu wanalipa, ama kuna mayatima wamepewa scholarships, pia tungependa kujua e, ili waweke mambo yao wazi kabla ya uchaguzi. Sawa sawa, shukrani.